Hata wewe uenda unajiuliza swali hili kwamba je, ni njia ipi ya uzazi wa mpango inayozuia mimba kwa uhakika? Uh, zaidi moja ya jambo ambalo tumekuwa tukiuliza kwenye upande wa njia za uzazi wa mpango za kisasa, lakini imekuwa nikiwaambieni kwamba kabla ya kutumia njia, nenda hospitali muweze kushauriana na daktari aweze uh, kukupa uh, madhara na faida, lakini pia kuchunguza afya yako, kwa sababu nyingine zinakuwa zinafanya vizuri zaidi kwa watu wenye UTI, kwenye watu wenye fangas ya kujirudia, kisukari na pressure lazima ufahamu lakini njia ambayo uh, ni nzuri na effectiveness ya asilimia 99 plus huwa ni njia ya IUD ya, wengi tunapenda kuita kitanzi, lakini pia na sindano. Hizi zina asilimia kubwa ya kuweza kuzuia wewe kubeba uh, ujauzito kama utazitumia kama inavyotakiwa eh. Bado sindano zinahitaji maelekezo ambayo ni mazuri, unatakiwa kuchelewa kabisa, nenda kwa maelezo uliyopatiwa, basi utaweza kuondokana na kuweza kubeba umimba zisizo za lazima. Kama utakuwa na changamoto yote ya kiafya, una changamoto yote ya uzazi, wewe mwanamke, mwanaume, basi karibu hapo chini uweze kuchukua namba yangu au kuweza uh, kunipigia moja kwa moja kupata ushauri kutoka kwa Daktari Jimmy. Karibu na Mungu akubariki.